Mheshimiwa Rais vile vile ameagiza kwamba kwa wale wakuu wa mikoa na wilaya na watendaji wa halmashauri ambao hawatakwenda Simiyu kama ilivyoagizwa, sasa wanatakiwa wabaki katika maeneo yao ya kazi na wapange jinsi gani watakavyo ienzi siku hii ya kumkumbuka baba wa taifa katika maeneo yao. Vilevile, Mheshimiwa ameagiza kwamba kwa zile wilaya ambazo zimefanya vizuri katika shughuli za maendeleo wakati mwenge ulipokuwa katika maeneo yao, wilaya hizo zitatambuliwa kwa kutangazwa rasmi siku ya kilele cha mbio za mwenge, lakini zawadi zao watapatiwa baadaye kwa utaratibu utakaoelekezwa na mamlaka inayohusika kutoa zawadi hizo. Kwa maana hiyo, hata wale washindi ambao wanapaswa kuzawadiwa siku hii ya kilele cha mbio za mwenge wilaya ambazo zimefanya vizuri hawapaswi kwenda Simiyu, badala yake watatamkwa pale, watatambuliwa na baadaye, kwa utaratibu tofauti watapewa.